Wakati majibishano ya mashambulizi ya makombora yakiendelea kati ya Iran na Israeli, vikosi vya ulinzi vya Israeli vimetoa onyo la dharura kwa Wairani, na kuwaambia wakaazi kuondoka katika eneo lililo karibu na vikosi vya kijeshi. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, account ya IDF ya lugha ya Kifarisi inasema, watu wote waliopo ndani au karibu na viwanda vya utengenezaji silaha za kijeshi na taasisi zao zinazowasaidia wanapashwa kuondoka mara moja katika maeneo haya na wasirudi hadi watakapopewa taarifa zaidi. Uwepo wako karibu na miundombinu hii unaweka maisha yako hatarini. Wakati hayo yakichomoza, picha zinaonyesha matokeo ya mashambulizi ya Irani nchini Israeli. Ni majira ya asubuhi nchini Israeli na sasa tunaona baadhi ya picha za matokeo ya mashambulio ya Iran. Maeneo ya makazi yameshambuliwa kaskazini na kati mwa Israeli baada ya Irani kurusha makombora ya balistiki kuelekea